Nohnasknisochapali nimetrend huko, mji umepoa, ameniomba kachangamkeni huko ebwana, video ya Gigimani eh, ndiyo hii hapa. Uh, mwanadada huyu Gigimani anajaribu kujitetea kwa kusema kwamba video ile iliyovuja bwana, sio yeye bali ni dada mwingine tu pale ambaye alijaribu kuchafulia brandi, lakini kiukweli E, hataweza kuchafua brand ya Gigy Money tena, sababu video ile iliyovuja pale Telegram ikiwa e, inaonyesha mwanadada ambaye anafanana kabisa, yani anafanana kweli kweli na Gigy Money, huku akiwa anakula utamu, ama kwa lugha nyingine tunaweza sema anakula uroda, ama pia anafanya mapenzi kinyume na maumbile, huyu mwanadada akiwa na mzee fulani pale nadhani video hiyo iliweza kuiona na ili trend sana mpaka sasa. Leo hii Gigy Money ameamua kueleza ukweli wake wote bwana, afika hapo mbele, kuna video nimekokea aweze kuitazama Mbea Media Tv, ili jambo lishakuwa zito kumben uitanini e, tafutupiane hizo habari wote wawili hapa, maana mimi na wote wageni kwenye jarida hili. Mm -hmm. What is going on? Bora mnanipa dhambi, shetani mwenyewe anaziogopa wewe. Wewe yule binti kama e yes, ebwana, kuna hii video ambayo iliweza kuvuja sana mtandaoni sana sana mtandao wa Telegram kule, ambao haikuwa video nzuri wala haikuwa video uh, ya kupendeza, bali ilikuwa ni video fulani chafu tu uh, ikimwonyesha Uh, dada fulani ambaye watu wengi walikuwa wanamchukulia ni Gigy Money eh, hata pia wewe mtazamaji nadhani ulikuwa nadhani ni Gigy Money eh, akiwa anafanya mapenzi kinyume na kinyume na maumbile, alafu na, na jamaa fulani mzungu kama mzungu si mzungu yani eh, kwa lugha nyingine tunamuita mbaba, yani ni mzee fulani hivi, alafu anafanya kitendo kibaya, anafanya mapenzi kinyume na maumbile. Nadhani ushanielewa ninapomaanisha Yaani ninavyomaanisha nini nikisema kinyume na maumbile. Sasa video ile ikatrend sana, ikatrend sana. E, Gigimani akawa amenyamaza tu. Mwanzoni Gigimani alichukulia ni poa tu, sababu yeye kutrend ndo huwa ni jambo ambalo anapenda sana. Sana sana wasanii ambao anapenda kutrend nikiwemo Gigimani na huyu msanii anayejiita Lukamba. Wanapenda sana kutrend sasa. Kuna hii video ambayo nimekuwekea, mara kwanza kama umemsikia Gigimani anasema kwamba bwana yake ni Bundles na vocha. Nendeni Telegram huko mkaangalie e, ni mmeomba video nikawatumia. Sasa nendeni, nasikia nimetrend huko. Sasa msanii Gigy Money e, mara kwanza alikuwa anafanya vile kwa ajili ya kiki tu e, kwa ajili ya kiki e, lakini alivyoona sasa e, jambo hili limekuwa serious e, watu wengi wanasema kwamba Gigy Money e, sasa hivi e, kitendo hicho alichokifanya, e, bwana msanii Gigy Money sasa hivi basata ama serikali haitamwacha huru itazidi ita kumshika na mtia mbaroni, sababu sio jambo zuri e, wewe ni msanii kioo cha jamii, alafu unazidi kupotosha jamii. Sasa inakuwa wewe sio kioo tena cha jamii. Sasa jambo likawa ni kubwa, limeweza kutrend hivyo e, watu wakisema kwamba ni Gigy Money, kama kawaida tunavyojua, mara kwanza aliweza kuvujisha video sie lakini sio yeye alivujisha video zake, lakini Mange Kimambi aliweza kuvujisha video hizi za huyu mwanadada ambaye anajulikana kama vile uh, Gigy Money, akiwa amelala na uh, yule jamaa ambaye ni mkongo ule anajulikana kama vile chuma uh, chuma chuma cha chuma eh, na ambazo likuwa ni video kali kali, bado nipo nazo eh, lakini uh, ukizitaji fika pale Telegram nitakuwa eh, eh, nakurushia video zile, zilitrendi sana ikiwa ni Gigy Money anakula uroda hivi e, na mambo yakawa ni wazi wazi kabisa. Sasa kuanzia hiyo siku basi ni kama a, Gigy Money aliweza kukorogeka zaidi e, ni kama aliweza kukorogeka sababu, mpaka sasa e, mambo anayoyafanya huyu Gigy Money basi a, sio mambo mazuri e, hata kidogo. Sasa kuna video nimekuwekea hapo, video ya kwanza nikkea kamwona Gigy Money akiwa anasema kwamba nendeni mkaangalie video huko nime trend. Lakini pia video ya pili e, akawa anasema kwamba bwana anajitetea kwa yeye si, Gigy Money sio yule msana ambaye alihusika kufanya kitendo kile kinyume na maumbile akiwa na mbaba e, sio yeye hata. Nikakuwekea video yake akiwa anaongea pale anasema, a, Gigy Money a, akawa anajitetea kwa kusema kwamba sio yeye alifanya kitendo kile e. amekuwa kitrend sana, amekuwa mkimchafua mkimchafulia jina, lakini anasema kitendo hicho hakipendi na anasema kwamba sio yeye ambaye alifanya kitendo kile, bali ni, ni msichana mwingine tu, hapo nimemsahau jina kiasi, lakini ni dada mwingine ndio alifanya kitendo kile. Wanafanana ukiangalia kwa mbali, lakini wanafanana sababu ukiangalia hizi sura zao kidogo zinaendana, alafu rangi weupe, wote ni weupe. Sasa usipoangalia na jicho la tatu ama usipoangalia kwa makini, basi utasema ni Gigy Money, lakini ukitazama kwa makini zaidi e, utakuja kugundua a, si Gigy Money, bali ilikuwa ni porojo tu na kiki fulani za mtandao e, za kumchafua jina Gigy Money. Sasa kawaida, naye unajua Gigy Money ni mtu wa makiki na mtu ambaye ni matusi matusi sasa mambo kama haya kitrend, basi huwa hayamwachi nyuma. Sasa gigimani akajitetea kwa kusema kwamba sio yeye, sababu yeye ako na tatu mbili mkono wa kulia na mkono wa kushoto na yule dada ana tatu moja, alafu ukiangalia tatu yake gigimani anasema tatu yake yeye amechora tu jina la mtoto wake. Lakini huyu dada amechora sijui maua, maua. E, pia picha za huyu mwanadada nitakuwekea hapa uweze kuziona alafu nambie E, ni kuonyesha utofauti kati ya Gigy Money Gigy Money na huyu mwanadada e. Sasa Gigy Money anajaribu kuwashauri kwa, kwa watu anajaribu kueleza watu waelewe e, kuwa si yeye alihusika kwenye kitendo kile, japokuwa video za kwanza zile zilizopostiwa na Mange Kimambi akiwa na chuma cha chuma zile ilikuwa ni yeye kweli na, pia, aliweza kukubali aliweza kukubali kuwa ni yeye kweli ambaye aliweza kufanya kitendo kile. Lakini mwisho wa siku, mwisho mwisho wa siku pia a, aliweza kukubali hayo yote, alafu e, mambo yakawa ni hivyo tu. Lakini sasa hivi hajataka kukubali kwa sababu ya kwamba, kwa sababu anasema sio yeye. Unajua mtazamaji, hata wewe uweze kukubali kitu ambacho sio wewe, na ukiangalia ni jambo baya ambayo ni jambo fulani linazidi kukuchafulia picha linazidi kukuchafulia brand yako, japokuwa brandi ya kukua, Gigimani tayari iliweza kuchafuliwa na Mange Kimambi e, tokia zamani kule, lakini mpaka na sasa e, mpaka na sasa e, basi brandi yake imezidi kushuka. Hata ukiangalia advertisement anazopata ni zile advertisement tu kama za chupi pampas, ambazo yule E, mashalavu anazifanya, lakini advertisement zingine ambazo zinataka mambo ya kiheshima kidogo e, bwana msanii Gigy Money huwa hazipati. Sasa amejaribu kuwaelezea watu ili waweze kumuelewa kabisa, wajue ya kwamba huyu aliyefanya kitendo hichi sio yeye, bali ni watu a, wengine ambao walitaka kuchafua jina lake. Nadhani pia umekuwa ukiona wo video e, ingia Telegram tu, search Gigy Money Utazidi kuiona e. Na Gigy Money mwenyewe anakwambia, ingekuwa ni yeye tayari angekuwa shakubali toka kitambo, sababu Gigy Money haogopi lolote lolote. Kwa sasa haogopi lolote e, hata video zake zikivuja a, kwa sasa haogopi hata, anasema tu e, lakini anakwambia ingekuwa ni yeye angekuwa amekubali tu chap chap, lakini kwa sasa sio yeye, ndio maana hata a hataki, hataki kukubali. Uh, huyo ndio Gigimani sasa bwana, hebu angalia hizi picha nilizopokea kati ya huyu mwanadada ambaye anafanana na Gigi, na Gigimani na huyu uh, Gigimani mwenyewe <coughs> angalia picha zao alafu um, kwenye comment section pale uweze kunambia kwamba uh, huyu atakuwa ni Gigimani ndio mwenye ile video ama ni huyu mwanadada kwenye ile video. Eh, bwana, Umbea Media TV inazidi kukuletea burudani, nazidi kukuletea habari nyingi kama hizi. Cha msingi tu zidi kusubscribe ili tuzidi kwenda sote, subscribe like, alafu pia usisahau na kushare kwa ndugu jamaa na hata pia marafiki zako.